Wakati huu niseme tu, mganga mkuu, sisi kama taasisi tunaendeleza juhudi za mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu moja ya vipaumbele vyake ni kuhakikisha kina mama wanajifungua salama, lakini pia kina mama wanapata huduma za afya bila kuwa na changamoto yoyote. Kwa hiyo tunachokifanya kama taasisi ni kuendeleza maelekezo ya kiongozi wetu mkuu wa serikali ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba sisi kama watendaji tunasimamia miongozo inayotolewa na serikali, lakini pia tunasimamia juhudi kubwa zinazofanywa na serikali yetu ya Dokta Samia ili wananchi wote waweze kupata huduma za matibabu, na ndio maana sisi tumeona tuje kama taasisi kumwakilisha mkurugenzi mkuu wetu na kuweza kutoa vifaa hivi ambavyo tuna imani vitakuwa na mchango mkubwa. Kiingereza tunaita delivery kit. Delivery kit hiki kitatumika kumpa mama mjamzito ili aweze kujifungua kwa usalama. Na ndio vifaa vitakavyotumika katika kujifungua, ili mtoto atoke salama, na katika vifaa hivi vya kujifungulia vimejumuisha vitu mbalimbali mbali. Na vitu hivi vimeorodheshwa mtaviona kwenye mfuko. Kwa hiyo kila kifaa kilichotakiwa kwa mama mjamzito ili aweze kujifungua salama yeye pamoja na mtoto maana yake kilipatikana kwenye mkoba tutakao ugawa. Na kama nilivyosema mwanzoni, sisi ni wawakilishi wa mfuko, tumetumwa na kiongozi wetu ambaye ni mkurugenzi mkuu, lakini pia ni maelekezo na utekelezaji wa mkakati wa serikali na rais Dakta Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba wamama wajawazito wanajifungua salama. Hatamani kusikia vifo vinavyotokea kwa wamama wajawazito. Mheshimiwa Rais anatamani kuona mtoto anatoka salama, lakini na mama anatoka salama Kwayo nina imani kupitia vifaa hivi lakini pia kupitia weledi bora wa madaktari wetu, Dokta Sarah na timu yake, mtajifungua salama, mtoto atatoka salama na wewe utakuwa salama, ili tuendelee kuwa na nguvu kazi itakayotusaidia kuendesha nchi yetu. Nchi yetu inaendeshwa na nguvu kazi, na nguvu kazi ni sisi. Sisi tumeshazaliwa tulikuwa wachanga, na wana akawaokuja pia na wenyewe wawe salama, waweze kuja kushika madaraka na nafasi mbalimbali katika kuendeleza nchi yetu. Napenda nitoe shukurani zangu za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia Mfuko wa Bima ya Afya ya Taifa, mkurugenzi na watumishi wote kwa ujumla wake kwa kukiona kituo chetu. Kuna vituo vingi sana manispaa, lakini wakaona kwamba waje Town Clinic kwa ajili ya hiki kidogo ambacho wamekipata. Kwa dhati kabisa napenda kushukuru, mmeongeza juhudi ya mama Samia pale ambapo ameishia, mmetia nguvu, tunashukuru sana, na nina imani vifaa hivi vitakwenda kusaidia kuokoa afya ya mama pamoja na mtoto, watajifungua salama. Lakini napenda pia kuwasisitiza wamama, vifaa tulivyovipata tukavitunze vizuri. Pindi ambapo utahisi unataka kujifungua, kama tulivyoelekezwa, unabeba mkoba wako, unakuja haraka kituoni. Lakini pia napenda kuwakumbusha sehemu salama ya kujifungua ukawa salama wewe na mtoto wako ni kwenye kituo cha kutolea huduma. Tusijifungulie majumbani jamani. Karibuni sana zahanati ya Town kwa ajili ya huduma zote. Siku wewe ukipatwa tu uchungu unachukua begi lako, wapi? Hapa, na nguo zako pembeni na vitu vingine ambavyo ni muhimu. Lakini mmesikia, sio? Ufike pale waze, eh muoneni, muanze kufungua hivi vitu, vikae katika hali ya usafi na usalama, sawa? Muweke mbali na watoto. Mtoto anaweza akatamani kufungua, aone kuna nini na karibu vile vilivyomo, sawa eh? Kwa hiyo humu ndani kama tunavyofanya maandalizi ya kawaida ya kujifungua, huwa tunawaambia muandae gloves, sawa. Gloves hizi hapa sawa, jamani, eh? Kuna, kuna pamba hii hapa, lola lote la kwako Sawa, vitambaa eh? Vya kuvaa baada ya kujivungua hivi hapa. Kuna uzi kina mama, unajua mwingine anaweza ukaongezwa njia au ukachanika bahati mbaya, uzi huu hapa wa kushonewa hivi hapa. Wengine wanakuwa na mapacha, vya kufungia kitovu. Kuna magomba ya sindano kubwa na dogo, yote huwa yanatumika wakati inapohitajika. Kuna wembe huu hapa wa kukatia nini kitovu, kutenganisha kitovu, alafu kuna hivi hapa vidonge vya kuzuia damu isitoke nyingi mama baada ya kujifungua. Sawa jamani, mkavitunze ndani ya mfuko. Kuna vitaulo hivi hapa, kingine cha mama wakati anajifungua kitatumika, lakini kingine kwa ajili ya mtoto atakapozaliwa. Sawa. kwa niaba ya wamama wote wanaopata huduma hapa katika kituo chetu cha Town Clinic, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati. Na meneja, tunaomba tupelekee shukrani zetu kwa mkurugenzi. Mungu ambariki sana na msishie hapa. Tunaomba muendelee zaidi na zaidi, tunaimani vifaa hivi vitatusaidia. Na Mungu awabariki sana na nipende kutoa ushauri kwa mama wajawazito, tupende kuhudhuria kliniki ili kuweza kujua maendeleo yetu pamoja na afya za watoto. Asanteni sana na Mungu awabariki.